Rais Nicolas Maduro wa Venezuela atangaza hali ya dharura nchini humo. Rais Nicolas Maduro wa Venezuela ametangaza hali ya dharura katika eneo lote la taifa hilo kufuatia mashambulizi ya Jumamosi yanayoelezwa kufanywa na Marekani. Taarifa za serikali zinasema hatua hii ni hatua ya dhairi ya kulinda uhuru wa kisiasa na rasilimali za taifa. Rais Maduro ameiagiza jeshi la taifa hilo kutekeleza mipango yote ya ulinzi kwa wakati unaofaa na katika hali zinazofaa, huku akihimiza vyombo vyote vya kijamii na kisiasa kushiriki katika kuhamasisha wananchi kushiriki na kudai mashambulizi hayo ni ya kikoloni. Taarifa hiyo pia inasema kwamba mashambulizi ya Marekani yanalenga kubeba rasilimali za kimkakati hasa mafuta na madini na kuharibu uhuru wa kisiasa wa Venezuela. Hali ya dharura inapanua mashinikizo ya kisiasa na kiusalama yanayoikabili nchi hiyo. Na inaweza kuathiri maisha ya raia na uchumi wa taifa hilo. Viongozi wa Marekani wameripotiwa kuwa Rais Donald Trump ameagiza jeshi la nchi hiyo kufanya mashambulizi kwenye maeneo ya kijeshi nchini Venezuela ikiwemo baadhi ya vituo vya kijeshi, e, katika mji wa Caracas. CBS News inaripoti kuwa ofisi ya Pentagoni ilirejea maelezo yote kwa ya Ikulu ya Marekani. Hatua hii inafuata wiki kadha za shinikizo na malalamiko ya utawala wa Trump dhidi ya Maduro, akidai kuwa rais huyo wa Venezuela anahusika katika biashara ya madawa ya kulevya na uhalifu unaohusiana na kuingiza dawa hizo nchini Marekani. Mashambulizi haya yanapanua mvutano uliopo katika eneo hilo na kuongeza hatari ya mzozo mkubwa wa kimataifa kati ya nchi hizo mbili. Ripoti kadha wa kadha kutoka vyombo vya ndani na nje zimeripoti kuhusiana na mlipuko katika sehemu mbalimbali za jiji la Caracas, ikiwemo kambi za kijeshi. Mashuhuda wanasema kwamba uwanja wa ndege wa kijeshi la kal e kalorata ulioko katika jiji hilo pamoja na kambi kuu ya kijeshi ya Fuente Tiuna uliguswa na mlipuko huo unaoelezwa ni mashambulizi makubwa, na video zinazozagaa mtandaoni zinaonyesha milipuko kadhaa katika maeneo yote mawili. Sehemu kadhaa za jirani sasa hazina umeme na ripoti zisizo rasmi zinasema ndege zimeonekana zikiruka juu ya jiji. Tukio hili linafanyika wakati ambapo mvutano kati ya Marekani na Venezuela huko katika kiwango cha juu, huku Washington ikiendelea na mashambulio dhidi ya boti za haraka katika bahari ya Caribbean ambazo inadai zinabeba dawa za kulevya. Marekani inasema rais wa Venezuela Nicolas Maduro akuingia madarakani kwa njia halali na anahusika moja kwa moja na biashara za madawa ya kulevya nchini humo. Serikali ya Venezuela inasema hatua za hivi karibuni za Marekani ikiwa ni pamoja na kukamata meli za mafuta ni jaribio la kumfanya Rais Maduro aondolewe madarakani na kudhibiti rasilimali za, eh, za mafuta za nchi hiyo. Maafisa wa serikali ya Trump wameripotiwa kuwa wamepokea, eh, taarifa za mlipuko kuhusu ndege zilizo e, randaranda katika anga ya Karkas asubuhi ya leo, kulingana na kituo cha CBS mshirika wa BBC nchini Marekani. Tukio hili linaongeza shinikizo lililokuwepo kwa Maduro baada ya wiki kadhaa za malalamiko na mashinikizo kutoka kwa utawala wa Marekani.